Elkana Sausi ni mchezaji mm. wa rugby. Pia ni t. Umeuliza kuhusu Scrum, mm. scrum ni mchezo ambao ikitokea o no kama kwenyetba kwenye mm. mpira ukienda nje mm. wakiwa wanarusha kona mm. ndo scrum kwenye ynaakwenye okay. Inakuwa, in, inakuwa kama na watu nane mpaka kumi. Kwenye sevens inakuwa na watu sita, tatu kwa huku, tatu kwa huku. Ni mchezo ambao yani <laughs> eh, lazima watu waengage, uingize mpira kati. Okay. watu wasukumane, mm. ni mnagombania mpira kwa nguvu mm. mwenye nguvu ndo anaposesa ule mpira na mwenye akili ndo anaweza kuposesa ule mpira. Okay. Yeah. Sawa. So, unamwona captain bwana, ana mwili mkubwa uliogopa kwamba hawezi kucheza <laughs> huo mchezo kwa sababu mwanzo walivyosema Msumari yani watu kama msumari kama wewe hapo eh, ah, mimi tena hmm. kwani mimi na kepteni nani yuko? Wewe eh, msumari zaidi. Lakini kuna, kuna jambo lilizungumza <laughs> hapa kwamba <laughs> unaleta jekejeke yeah. Kuna jambo lilizungumza kwamba mwenye nguvu anaweza kuposesi mpira, lakini mwenye akili pia anaweza kuposesi mpira, pengine hii ipoje? Maybe kwa watu ambao tuna miili mi, mi, wembamba kwa, kwa maana hiyo kwa so, sababu mii ni mrefu siwezi yes, kusema wenye miili midogo, lakini tuseme wembamba, pengine naweza nikawa na performance bora zaidi kuliko hata mtu ambaye ana mwili mkubwa au anatumia nguvu kubwa, nguv kubwa. Uh, mtu mwenye mwili wa kawaida au mtu kama ivyo alivyosema Msumali kwenye rugby anaweza akawa na nafasi kubwa ya kucheza kuliko mtu mwenye mwili mkubwa, okay. Kwa sababu rugby ni mchezo wa nguvu lakini mm, pia unahitaji spidi zaidi mm. Unahitaji utumie akili zaidi. Usipokuwa na spidi utachelewa, utafungwa. Usipokuwa na akili utatengeneza majeraha mengi, na usipokuwa na nguvu mm. Kwa watu ambao wana miili midogo, inabidi atumie akili nyingi, kwa sababu kuna tako kuna kitu kinaitwa tackle, unabebwa, unashushwa chini. Hmm. Yeah, tackling ipo. Sasa ukiwa kama una akili na una mwili mdogo, utatakuliwa sana na watu wakubwa. Huko huko kwenye rugby iko vipi? Kwa sababu kwenye football tunajua mtu ana slide. Slide. Yeah. Hapana. Just like, ni kama kumbeba mtu ah, okay. then unatua naye chini hiyo, hmm. yeah. ndio tackle yeah, kwenye rugby. Ndio natamani nijue mafanikio yako kama kuchaguliwa